Ndugu waandishi wa habari, tunaita eh, kuna matukio ambayo yamejitokeza katika mkoa wetu, ambayo hata hivyo yameweza kushughulikiwa na jeshi la polisi. Matukio hayo ni kama ifuatavyo: ni kwamba siku ya leo tarehe 29 mwezi wa tatu mwaka 2025 ilikuwa ni majira ya saa mbili za asubuhi, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tulipokea taarifa kuwa katika nyumba ya kulala wageni ambayo inajulikana kwa jina la First and Last Guest House kuna mwanamke ambaye amekutwa katika chumba namba tatu akiwa amefariki dunia. Jeshi la polisi baada ya kupokea taarifa hiyo mara moja tulifika katika eneo la tukio, ambapo ni eneo la Usagara katika wilaya ya Misungu, ndipo ilipo hii nyumba ya kulala wageni ambayo inaitwa First and Last Guest House. Baada ya kufika katika nyumba hiyo ya kulala wageni, ndipo uchunguzi ulianza mara moja. Katika uchunguzi huo ilionekana kwamba siku ya tarehe 18 mwezi wa tatu mwaka 2025, ilikuwa ni majira ya saa moja za jioni alifika mgeni ambaye ni wa jinsia ya kiume katika nyumba hii na kuchukua chumba namba tatu baada ya kujitambulisha kwa kujiandikisha katika kitabu cha wageni kuwa anaitwa Bilal William mzaliwa wa Geita kazi yake ni fundi ambaye alieleza kwamba alikuwa akitokea Chato kuelekea Nzega. Mgeni huyo baada ya kulipa fedha aliweza kupewa chumba hicho namba tatu, na hivyo kuweka mizigo yake. Mgeni huyo ilipofika majira ya saa nne za usiku, aliaga wahudumu katika hiyo nyumba ya kulala wageni kwamba anakwenda kutafuta chakula lakini ilipofika usiku mkubwa, majira ya saa nane hivi, mgeni huyo alirudi akiwa ameongozana na mwanamke ambaye hata hivyo hakuweza kufahamika jina lake. Mwanamke huyo pamoja na mgeni aliingia katika chumba hicho namba tatu kwa ajili ya kupumzika. Mwanamke huyo umri wake unakadiriwa kuwa ni kati ya miaka 30 mpaka thelathini na nne Ilipofika majira ya saa 12 alfajiri siku ya leo sasa, wahudumu walianza kufanya usafi, na wakati wakifanya usafi, walibaini kwamba katika chumba namba tatu alipolala yule mgeni jana, mlango ulikuwa umefungwa kwa nje, kwa maana komeo lilikuwa limefungiwa nje, huku kukiwa kuna kufuli. Hali hiyo iliwapa wasiwasi mkubwa. Hivyo waliamua kufungua kuona ndani kuna nani au waweze kutoa msaada gani, lakini walipofungua katika chumba hicho, walimkuta mwanamke huyu ambaye aliingia na huyo mgeni usiku wa jana akiwa amefariki dunia huko, akiwa amefungwa kitambaa usoni na walipomwangalia katika shavu lake waliweza kuona alikuwa na majeraha yanayoonyesha ni kama vile mtu amekwaruzwa na kucha. Lakini baada ya kuona hali hiyo, wahudumu hao mara moja walitoa taarifa kwa jeshi la polisi, ambapo ndipo askari waliweza kufika na kufanya uchunguzi. Uchunguzi katika chumba hicho namba tatu kiliweza kufanyiwa ukaguzi wa hali ya juu na askari wetu wa jeshi la polisi ambapo waliweza kubaini kwamba ni kweli binti huyo alikuwa amefariki dunia, lakini akiwa na majeraha ya kuparuzwa na kucha sehemu za shavuni, huku akiwa amefungwa kitambaa usoni. Lakini pia waliweza kubaini kwamba mwanamke alikuwa uchi, mwili wake umekuta ukiwa uchi, hajavaa nguo. Lakini walivyoangalia pembeni kubaini kwamba kulikuwa na chipsi sahani mbili, chakula maarufu kama chipsi sahani mbili, lakini pembeni kuwa kuna chupa ya pombe moja ambayo ni pombe kali aina, lakini kwa ya Kevant, lakini kuwa kuna chupa nyingine ya bia ambayo inaitwa Castle Light. Baada kuona liyo, mba, ya kuona hali hiyo na kubaini kwamba binti yule alikuwa tayari ya ishapoteza maisha, wameuchukua mwili huo jeshi la polisi na kuupeleka katika hospitali ya wilaya ya Misungwi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Binti huyo mpaka sasa hajaweza kufahamika na huyo mwanamume aliyechukua kile chumba ametoweka. Jitihada za kumsaka mwanamume huyo zinaendelea, na jitihada za kuwajulisha watu mbalimbali waweze kufanya utambuzi mwanamke huyu ambaye amekutwa amefariki pia zinafanyika. Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza, tunaomba wakazi wa eneo hilo la Usagara na maeneo mengine yaliyo jirani na Usagara kufika katika hospitali ya wilaya ya Misungwi kwa ajili ya kufanya utambuzi. Kama kuna mtu ambaye ana ndugu yake ambaye ni wa jinsia kike wa umri huo na ametoweka katika mazingira ya kutatanisha, wafike kwa ajili ya kufanya utambuzi. Lakini Jeshi la Polisi tunatoa wito kwa wananchi wote ambao wanaweza wakawa na taarifa kwa namna moja au nyingine zitakazoweza kusaidia Jeshi la Polisi kumkamata huyo uh, mtuhumiwa aliyechukua chumba namba tatu ili tuweze kufanikisha kazi hiyo. Uchunguzi kimsingi umeshaanza kwa kufanya ufuatiliaji wa kina kwa kutumia namba na za simu alizoziacha hapo ambazo sitapenda kuzitaja kwa sasa lakini kupitia na taarifa nyingine muhimu alizoziandika kwenye vio vitabu. Kwa hiyo uchunguzi wa kina unaendelea, lakini wananchi kama watakuwa na taarifa zozote wafike kwa jeshi la polisi katika mkoa mmoja mwanja na kutupatia taarifa zitakazotusaidia zaidi. Mpaka sasa chanzo cha tukio hilo la mauaji hakijafahamika. Kwa hiyo na uchunguzi unaoendelea ni pamoja na kubaini hasa chanzo, chanzo kilichopelekea mauaji hayo kutokea ni nini kwa hiyo uchunguzi unaendelea lakini katika tukio hilo pia e, tumewakamata watu wawili ambao wanaendelea kuhojiwa kuhusiana na tukio hilo watu hao waliokamatwa wa kwanza anaitwa Teresia Amos Ndaki huyu ana miaka 36 kabila lake ni msukuma na kazi yake ni manager kwenye hiyo nyumba ya kulala wageni lakini wa pili ni Neema Mlele Koyanga huyu ana miaka 44, ni Msukuma, kazi yake ni mhudumu kwenye nyumba ya kulala wageni.